ze masuala ya elimu ambapo mbunge wa eneo bunge la Mvita Mohammed Soud anaitaka Wizara ya Elimu kuwekeza juhudi za kufanya msako wa shule hewa anazosema zimekiuka kanuni na sheria zilizowekwa na Wizara ya Elimu. Akizungumza katika shule ya Serani iliyoko eneo bunge lake, mbunge huyo amewataka wazazi kuhakikisha kuwa wana wao wanaenda shuleni na kupata masomo bora na si tu bora masomo. Kwa wakati huu ambao serikali ya kitaifa imewekeza juhudi za kukabiliana na shule hewa ambazo zimekuwa zikipokea mgao wa ufadhili. Mbunge wa eneo la Mvita Mohammed Soud ametoa wito kwa Wizara ya Elimu kuingilia kati na kusaidia katika msako huo katika eneo bunge lake. <tipos> Mbunge huyo amebaini kuwa baadhi ya shule hizi zinaendesha shughuli zake chini ya kiwango kinachohitajika na bila kufuata kanuni wala sheria zilizowekezwa na Wizara ya Elimu. Hatukatazi mzazi kupeleka mtoto private school. Uwezo wake. Lakini private school ziliyoko vichochoroni ambazo skuli akiwataka wazazi kuwachagulia wanao shule nzuri ambazo zimefuata sheria zilizowekezwa na Wizara ya Elimu, huku akiwataka wazazi kuwekeza juhudi za kuhakikisha wanafunzi wanaenda shuleni bila kusahaza. Kuna haja sisi kuhakikisha tumesomesha watoto wetu na hii shule iko hapa na wahakikishia by next year mpini mwaka mwingine m 1 mmoja. Sasa jukumu linarudi kwetu, tuhakikishe basi tunaleta watoto shule ili watoto wetu waweze kupata elimu kwa dunia ya leo. Mimi kuna mambo mengi mtu anaweza fanya, lakini nafikiri kwa dunia ya leo elimu inakuja nambari moja. Akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa dawati mpya na majengo ya madarasa mapya katika shule ya msingi ya Serani, alidokeza kuwa hizi ni juhudi za pamoja za kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata masomo vyema watakaporejea shuleni mwaka ujao. Lile jengo pale tumehakikisha tumelitengeneza na pale kutakuwa na two stream grade 7 eight and nine. Kuna classroom, kuna mbili zina kama hall, ni kama hall inasepareta pale katikati katika. Mwaka huu financial hii tumetuma proposal in Nairobi, ya converting classes kwa love ya tin una proposal tunapeleka anytime time utakuja, utakuwa na 180 locals ambazo, ambazo kila klasu itakuwa na 30 so, <laughs> so ile jengo pale unataka watoto 180. Mary Kyallo, makala ya elimu na Undugu.